Fitnatul harj ni fitna ya kuua katika zama za leo. Sisi zamani, ulikuwa ukisoma gazeti au ukisikia redio, labda kuna mtu ameua mtu, inakuwa ni habari, kichwa cha maneno, iko ni habari kubwa sana. Na tukisema ah, hii ni jitu isiyo na imani bwana, jikafiri hi inauana tu ovyo, ovyo. Lakini leo vifo katika miji yetu ya Kiislamu imekuwa ni vitu ba kawaida vipanga kuruka. Leo inawezekana kijana wa Kiislamu akamwona mamake mtu umri wake, na akampiga vipanga bila kujali, akamuua, akamuua kijana mwenzake, walio shule moja, na ikawa rahisi tu, isikatalike kwenye kichwa changu kwamba kwa nini mimi mfanyie ndugu yangu dhulma hii watu? Kama anavyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba utakuja muda ambao, la yaati walladhi nafsi biyadihi, la yaati yanna. Tume sallallahu alaihi wasallam ajiapia mwenyewe akisema, la yaati yanna ala nasi zamanun la yadri alqatilu fi ayi shay'in qatal wa la yadri almaktulu ala ayi shay'in qutil, utakuja wakati mtu auwe hajui kwa nini ameua yeye, yeah, atoke atokende akauwe mtu lakini, lau atakuwa makini mtu yule akamatwe, akae sehemu ahojiwe, kwa nini uloua Asema you know, you know, you know. Bakio na you know, nyingi hajui kwa nini ameua, na maskini na yule aliouliwa hajui kwa nini huyo ameniua. Ndio zama tunazoishi nazo leo, zimekuja zama hizi, muuaji amepiga vitu vyake visema, leo bwana, na panga langu lanukia kichwa cha mtu arudi nacho waua lakini hana sababu za msingi za kuua, na alouawa maskini ameuawa na jirani yake, hajui kwa nini huyu kijana ameniua, ameuawa na jamaa yake. Huu ni wakati wa fitna, hii ameieleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.